Wapendwa katika Bwana, mwaliko u umenikuta nikiwa kuandaa safari ya kwenda kumwaliko ya makanisa ya papal Kinshasa, na Mungu amenisaidia nimerudia, nimefanya miezi mbili Kinshasa, nikarudia nikapitia hapa mara moja kusudi tuanze mkutano ya juma ya maombi. Haleluya, tutakuwa hapa pamoja kila magharibi kuanzia kesho mpaka siku ya Jumapili tutakuwa tuna kulotire mkutano wetu. Leo ilikuwa siku nilitaka tu niseme kwa kanisa, siku hiyo kama papa kesa hivi itafanyika kwake. Lakini pia nilikuwa nataka nikumbushe berger, kama unakumbuka kama mwezi wa kumi ya 2018 ulitoka hapa na delegation mukenda Bukavu.

Haleluya wapendwa katika Bwana, somo letu ambalo tutajifunza juma hili linasema umuhimu wa kutubu kwa kweli. Ambia mwenzako umuhimu ya kutubu kwa kweli, niambilia e mzuri, umuhimu wa kutubu kwa kweli. Haleluya, ili njoo somo tutajifunza tangia kesho mpaka siku ya ya Jumapili. Amen. Amen. Lakini pia ili somo Mungu amenipatia nalo mbele, tuanze hii mwaka amenipatia nalo na malengo makubwa matatu zaidi kwa kanisa letu la Sepaki. Lengo ya kwanza ni kuimiza wakristo kudumisha ushirika wetu na Mungu, ambao iko na maana makubwa kuliko vingine vyote. Mi nataka ile neno isikie mzuri. Lengo ya hii mafundisho ni kudumisha ushirika wetu na Mungu ambao uko na maana makubwa kuliko vingine vitu vyote, ni kusema vitu vingine vinaweza potea, me ushirika wetu na Mungu ukibakia, tutafikia kwenye Mungu alitakaka tufikie. Mtu mwaseme amen. Lengo ya pili ni kufunulia Wakristo njama ya Ibilisi Shetani ndani ya kanisa. Ambia mwenzako mwenye tuko napigana naye akuake tena nje akuake tena inji, inji. Alishavala uniforme yetu tuko naye sasa, kumuyua inalomba mafunuo kusudi uyua adversaire inalomba mafunuo, na hii mafundisho itatusaidia katika juma hii kujua siri njama ya adui ndani ya kanisa, mutu mwa aseme amen. Amen. Ya tatu, kuandaa kanisa ambalo ni bibi harusi kwenda kufanya harusi yetu mbinguni. Ambia mwenzako mwisho ya njia yetu ni mbinguni, donc hey, hapa tuko tunakwepa ile maide. Mungu Baba, katika jina la Yesu, fungula mlango wa kwenda Amerika peti. Atona fika Amerika, hayakuwa mwisho wa njia. Atofike Canada, hayakuwa mwisho wa njia. Atofike Australia, mwisho ya njia yetu sheni wapi? Kwenda kufanya nini? Harusi na Bwana Yesu Kristo, mtu mwa aseme amen. Mtu mutu mwa aseme amen. Na lengo ya mwisho ya hii mafundisho ni kuhimiza vijana ambao wangali na miaka kumi na tano miaka makumi mbili ambao Mungu ameita katika shirika letu la Sepake kubatayarisha juu ya kuselebre santenele ya pili ya, ya Sepake. mtu mutu mwaasikiapa

hii yenye tunatoka amu. Kuko mutu mwana angalia pembeni na ndoriza, eh, mimi ndaifika hako <laughs> mutu mwana angalia, mimi ndaifika hako. Probleme haiko miaka. Probleme ni Mungu. Mutu mwana aseme amen. Amen. Sasa somo letu ile ambo tutajifunza leo ndakuwa na probleme kusema niliingilie sai lakini juu ya kuevite hii ibada ya kwanza isikuwe skandali ku ibada ya pili, njo maana nimekamata maneno machache hii ambayo iko tu kiingilio. Somo letu mambo makubwa matatu ya kujua na kufahamia katika mwito wetu. Natake maneno yaandike mzuri, ili somo Baba mchungaji aliniambia kama muda wa mwaka hii Mungu alitupatia ufunuo kwamba turuke kama tai, nami nikasema asante kabisa, ni ufunuo mkubwa. Lakini tai hawezi kuruka na ana mabawa, iko kweli? Wala bongu, huwezi ruka na una mabawa, na mabawa iko na miaka ya kuota tena, mabawa hayote yake nje ya chicha mabawa inaoteaka ndani ya chicha mabao ikishaota ndani ya chicha njo inakukumbusha inaku kuruka na bakristu bakwenda mbinguni. Kama batoto ya Sepake, kila moja atajua ya kwamba misingi ya kanisa ya Sepake inajengwa kwa mambo makubwa tatu: ya kwanza neno ya pili, Roho Mtakatifu. Ya tatu, maombi. Oh. Kama ile amena ni yangu, utie mfuko. Kama ni ya Mungu, utaisema na nguvu. Yeah. Misingi ya kanisa ya CEPAC. Niliingia umu mwa hii kanisa, mi natokea musoko ya Kadutu, maibobo

sikumwonaka mama angu anazaliwa bawili mwabo, na wote bawili ni banamuki mwabo, na mama angu abakupataka ya kuzala mtoto mwanaume, bakazaliwe baoto banamuki bawiri. Mama angu akunizara, ndio alikuwa sabile fiearo wa bazazi yake, kusudi bazazi yake baishi. Mama wangu kama kuwa najidébrie, kamamwana muki mukujidébrie akazala akatuzala batano, na kila mtoto nawake. Baba unaona, ukinita mtoto wa mbaraga haiko kitusi mi, haiko kitusi, iko histoire yenye Mungu ali ni taarishi aka kusudi unione leo, na niko fiere na ile histoire a 75 sababu ya bumaskini yenye ilikuwa mufami yetu. Nika, nikaanza kuwa nendele ogota vya vyakula kuyalala kusudi niishi, nikageuka maibobo, nikakuwa mwizi, nikashipatia jina la Dragon. Serikali kanichoka, batu wakanichoka, lakini Mungu wa mbinguni mwenye aliniumbaka alikuwa na mpango nami, ndio maana naniona leo. Mtu mwanaweza sema amen, mtu asema amen. Fanya mkono ya kuume hivi. Fanya tu mkono ya kuume hivi. Ongeze maneno sema ndugu yangu. Achana na mimi. Awikwe mimi natoka na Mungu. Haleluya. Nikaingia mwa kanisa ya Sepeza. Mchungaji Boribo. Akaniuliza mbali babibi watatu uko nabo. Wa wapi ulishapa nako mali? Njoo, uchagule wanza maisha ya bukristu, nikasema hakuna. Bakaniambia nichagule, mimi napenda, njoo nianze ni nianze ne maisha ya bukristu, nipane mali. Sasa ananiambia nichagule. Ule wa kwanza alikuwa na gonda salukuni de sorte atona saa ukuni eso atn mwangalie, akuna transmission iko iko mifupa sana. Ule wa pili naye alikuwa na gonda. Wa tatu ndio alikuwa ngana kamwili ka. Bo. Saba, naambia ni chaguli, nikawaza ni chaguli ile ya tatu. Ni mu maombi ku kanisa, wakaandaa maombi, nilishatoka musoko, sitaenda tena kuiba mimi, naanze kala tu kwenda ku maombi na kurudia ku nyumba. Mwele maombi, sauti kaniite kasema, Stefano. Ni mimi nilikuchagula na ni mimi ndakuchagulia mwanamke utaishi naye. Makati Mungu anasema atanichagulia, ananichagulia ile mifupa ya kukauka. Kwa kuogopa Mungu tu. Kwa kuogopa tu Mungu nikakamata ile mifupa vile, tukabatizwa na ile mifupa le 22 Desemba 1990, tukaanza maisha ya Kristo. Karibu hapa sherehe. ingali mifupa i tena. Kweli Mungu amebadilisha kila kitu, pamoja na huyu mwanamke. Mungu ametupatia batoto kumi na bijikulu kenda. Babangu na mamangu wabakufanyaka mwaka moya biko pamoya. Shie Mungu ametupatia neema ya kufunga miaka makumi ine na mbili na tunaendelea. Mungu akubariki sheria Haleluya, haleluya, nilisema hii asubuhi nitakukumbusha maneno tatu yenye natufanya tusitikisike tusikate tamaa wala tusirudie nyuma, ambayo ni msingi ya hii mafundisho yenye tutajifunza hii juma mzima. Sema amen, sema amen, sema, amen kila moja wetu anapashwa jua neno hili ya kwamba hauko mkristo kwa baati, ambia mwenza kwa hauko mkristo kwa baati, niambilia ye muzuri hauko Mkristo kwa baati. Haleluya! kitabu cha Yeremia sura moja mustari wa ine mpaka wa tano Mungu anakuya kwa Yeremia anamwambia kabla siya kuumba katika tumbu ya mama yako nilikujua. Mtu mwa aseme amen, weye na mungu haukuanzia mutumbu ya mama yako. Weye na mungu ulianzia katika mawazo ya Mungu. Mungu alitakaka, Mungu alipendezwa akuwe na mutu sawa weye mwai dunia. Akakuchagulia wazazi venye vakukua shua yako, akakuchagulia historia

Haleluya, nilikuya yua ya kwamba katika Kristo Yesu kumbi Mungu alituchagulaka na yaweka misingi ya dunia mutu moya aseme amen. Amen. Ile ni neno la kwanza lenye linakufanya hata kutokee zoruba za namna gani, hata kutokee mawimbi ya namna gani, neno moya jame kutoka, ambi awezako jame kutoka

fie moya anachunga bubikira yake. Ana, mtoto wa lesho mama yake Katolike wa kuenea baba yake Katolike wa kuenea, fie wa kwanza mwa anachunga bubinti bwake, lakini Mungu anako anasema uchunge tu Mungu anachakula maibobo moya hivi mwizi vwayu moya hivi mwizi, mwizi vwayu njo bwana tena anamuoa eh. Anamuoa, anamurendeza bila kupana hata kitu. Anapigiwaka busiku na mchana. Ukiniuliza nilikuwa nampigia nini, dakwambia mtu anapana nyenye iko nani. Mie sikupata msasa kunipenda, hakuna mwalezani dolorote. Wewe ni kudolorote kwa nini? kiakonesh kama nakupenda nafani kupigi me huyu mwanamke atabakia na huyu bwana na iko nachuuliza juu ya nini? juu ya nini? nilifanyia zambi gani kusudi niangukia kwa kimutu kia hivi? Bwana mwenye ana huruma iko na kupiga na uko na mimba ya wimwa, mileo leo kuko sana niangaliaka, nasema Mungu iko mwanaume kweli, malikugeuzaka setajirikwa. Inafaa tukuyua kama

Mungu hakukuchagula kwa kubahatisha. Haleluya. Mungu alikuchagula sababu mbele uzaliwe kuna ahadi yenye Mungu aliweka ku maisha yako yenye ulifata mwa hii dunia na wezi toka mwa hii dunia, balozi bapande bashuke bateremuke bafunge magurtu kenye Mungu aliahidia ku maisha yako kitatimilika.

haiko butakatifu yetu. Mutumwaseme amen. Mama umoya iko mimba batoto biko mutumbu abaya batiziwa biko mutumbu, mutumbu. mama ba nenda omba Mungu, Mungu anamwambia, mutumbu yako muko mataifa, lakini mudogo atakuwa hodari kumkubu nini. Huyu alishafanya mutumbu alishafanya juu ya nini? La promesse precede la naissance. Mutu mwanasema amena, mutu mwanasema amena. Niko nasema mwana wa ahadi hawezi kufa na ahadi yafanini, hayatimilika kuko. Benye upashe ogopa mutu mwanasema amen. Nasema kuko benye upashe ogopa, benye banapigana na weye biko banapigana na weye na, na retari kuna mutu anasema ameni. Amen. benye biko manafanya vita nawe, biko nafaa vita nawe na retare mkubwa. Mtu mwaseme amena. Mama me iko tasa iko mushamba iko nalima, malaika namukutaamo aseeliye tasa, utachukua mimba, utazala mtoto, wembe isipitake kichwa yake, maana ule mtoto atakuwa mnaziri tangu tumboni mwa mama yake, na ni yeye ataokoa Israel. Mutoto angali mutumbu hayatoa sadaka hayatairiwa, lakini ahadi ilishafaa nini ilishatangulia. Mutu mwaseme amen, amen. Juu ya ahadi ya Mungu niko na neno la kusema jamais, kutoka bapande bashuke, niko tu hapa hapa. Mtu mwaseme amen. Amen. Neno la tatu andika Dieu a un plan merveilleux avec vous usikorije franse yangu nikirate article onatia yako lesansel le ulisikia le message ambia mwenzako, amukusomana Munongo. Haleluya, Mungu <laughs> ana mupango bora na maisha yako. Hakuna mtu anasema ameni. Mungu ana mupango bora na maisha yako. Kitabu cha Yeremia sura yake kumi na moya mstari wa kumi mbili na kenda, Mungu iko nasema, maana mipango nilionayo na wewe ni mpango wa ajabu kukupatia matumaini siku zako za mwisho. Mtu mutu mwanasema amen, mutu mwanasema amen. Huwezi itika kama u mwenyeko mbele yako hapa. Alikuwa kama ibobo, mwenyeko nakula mabugali ya kuchacha, muyalala Nilivala kapatalon ala bilaka mpaka huku kote. Nilikuwa navala kiatu inayo kona kinywa. Shoks iko na chomoka. Kusudi ni kule niko muhubiri. Nilikuwa na beba sashe mu shoks. Nikifika kwa mkristo, bana nipa bugali, mina kunya supu na kamata bugali na mboga mina tia musashe, na beba kunyumba njo rasyo. Na kuna kata bugali musashe mina patia batoto, iye na bakia musashe mina patia, mina patia umwanamuke Mi nenda pembeni pale, mi napiga magoti, mi nalia, mi nalia, mi naambia Mungu, hata sasa nilikuwa mwizi, hata sasa nilikuwa mwizi. Sikukosa chakula leo, niko na kutumikia vraiment. Mi nalia sauti, mwana yake anambia Stefano, ile sauti inarudia inasema, hautakufa. Tulikuwa tunalala kukitanda tunatiaka makasonga njo somie na huyu mwanamke. Kama tutageuka usiku, tunaambiana kama ukwambia mwenzako ukigeuka na weye. na kitanda, hapana mara moja, hapana mara kumi kitande navunjika. Mwenzangu anasimama kuna anasimamisha makasonga, ndapiga magoti pale, mimi naambia Mungu vraiment, mwa hizi mbao zote, siku Bukavu mimi nakosa kitanda. Mungu ananiambia Stefano, bitande biniko na kutayarishi, habifanane vile uko unanilomba. Mtu mwaseme Amen. Mtu mwaseme Amen. Mungu ana mpango maalum na wewe. Usiogope gisi uko. Usiogope mipaka yako. Usiogope jamaa unatoka amo. Usiogope masomo yako. Usijali jinsi ulivyo, Mungu atakutumia kwa sifa na utukufu kadiri ulivyo. Mungu akubariki, amena. Simama tuombe Mungu hii asubuhi, utaambia tu Mungu maneno chache, utaambia tu Mungu maneno machache amekaribia ko shimama, utaambia tu Mungu maneno machache, ingawaje bieniko na pitia, ingawaje zoruba na mawimbi, ninakuomba Mungu nitie nguvu. Sababu ya nini? Bitu bizuri habikuwe mu preza, bitu bizuri binakuaka mufitire. Mutuma aseme amene. Kama banasema tai Tai aionake katikati ya migulu kuku, njio anaona katikati ya migulu, lakini tai anaonaka mbele kule, mbele yake. Sasa kama mukristu mliokoka, mwana wa ahadi, mwenye kuna mpango na Mungu, mwana ambaye si wa bahati, uko na maneno machache ya kuambia Mungu bieniko unapitia saa hii, uniwezeshe nisirudie nyuma. Inua mikono yako miwili juu. Sema Mungu Baba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Nainua mikono yangu. Nainua mikono yangu. Ninaomba. Ninaomba. Uniwezeshe hapa kwe mina kwenye minafika mi nakuhitaji. Nakuhitaji. unipe nguvu Uni kama ya tai ni Niruke milima Niruke milima. Niruke mabonde, Niruke mabonde. sitaki kurudia nyuma, sitaki kurudia katika nyuma. Jina katika jina Omba Yesu. Sasa baba, hallelujah. Katika jina la Yesu, asubuhi ya leo, hallelujah. ya siku ishirini na oh, sita hallelujah. ya mwezi wa kumi baba, baba. Maombi yetu ni kwamba baba